Namwalika kwa mara nyingine tena uh, Ali Bakari Mufti, kijana ambaye mitaa ya Tegeta anaifahamu vizuri sana, kama ambapo anafahamu chochoro chochoro na njia za vumbi za, za mangula mangula <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah. E. kuna lami sehemu nyingi kilometa moja nusu kilometa ya lami ah, kutoka, kutoka, sasa hivi kutoka Dar es Salaam mpaka unafika fa Ifakara. Yeah. Yeah. Ifakara. Yeah. Yeah. Ifakara. Yeah. Yeah lakini kwa Mang'ula pale sasebe, e. ki, ki e. e. E. <laughs> Sasa hivi e, ametokea kidogo kijilame fulani kama sasa, kilomita moja sasa ile, ile kwenye shughuli shughuli hizi e. Kwenye hafla hafla hizi za sherehe sherehe kwenye vyakula hizi e. Ndio e, tunaita vile vidabua e, vidabua mate unaekewa <laughs> e. Kama kidabua e. e. e, <laughs> Lakin, e. Lakini lakini imenogesha mji <laughs> wa, wa Mang'ula umekuwa ni mzuri. mm -hmm. Mwanzo Uh, uli, uli, uli, uli, uli, wakati unazungumza na mgeni kutoka momkule, mm kule mm, uliuliza kuhusiana na samaki ni kweli mm. Eh, yani kwa, kwa sisi watu wa, uh, wa Morogoro na haswa bonde la Kilombero, sisi kule tuna samaki wetu anaitwa kambale kambalennondo. Tofauti yake hiyo Morogoro, yeah. wapi Sio kijini ni Kilombero, ni Kilombero tu hivi. kuna mjini bondeni, kwa kwa sababu kwa sababu ipo ipo wilaya ipo wilaya ya Morogoro vijijini. Sasa sisi wilaya yetu ni Kilombero, wilaya Kilombero ambapo kule kuna mashamba ya miwa na vibanda vya mpunga zaidi. Ufika bwana kule K1? Ah, wewe mtu wa maana kabisa kama umefika na mimi nimefika Tanga. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yes, <laughs> kwa hivyo kule sisi tuna kambale bwana. Ni samaki maarufu sana. Ndio wale vitoga vitoga vitoga vikwa vitoga. Wana kule pia wanapatikana. Vitoga eh? Yes, wanapatikana. Samaki eh, anaambiwa <laughs> mimi kuliko nyama. <laughs> <laughs> Yes, e, twende moja. Unani unaniruhusu niendelee? Eh, na kuruhusu uendelee mm. Na kuruhusu uendelee baada <laughs> <laughs> <laughs> ya kujua <laughs> hali yako kwamba ni mzima kwa sababu kwa namna ulivyoingia na ile amsha amsha yako yes, imenipa picha kwamba nipo salama alhamdulillah. Na mimi nafurahi na kusikia sauti yako leo Ijumaa, tunafunga wote uh, wiki afu ana ahadi yake tunafunga wiki ana ahadi yake. Basi tukimaliza atasema ata, ata, ata. ya yeah, jana ile mm. kuhusiana na uh, ugumu wa kutangaza mechi ya Coastal Union mm. ama sio mm. yes, twende moja kwa moja katika zilizobamba mitandaoni uh, ligi kuu kwa maana ya bodi ya ligi wametukumbusha uh, hili ni tukio ambalo lilifanywa na Eli Moko, Mokono eh, uh, ambao leo hii watakuwa uwanjani eh, Fountain Gate leo, maana hii inamaanisha kwamba burudani za NBC Premier League zinarejea kidogo tu. Tuone alifanya nini hapa kidogo sana mm. yeah. na, yes. Kwa hivyo burudani ya NBC Premier League inarejea na leo hii elimu ukona, labda kama atapangwa na kocha Huenda akatuonesha tena kingine. Sasa mm, na vizuri. E, wow. Hmm. Yeah, yes, tuende katika ukurasa mwingine na kwenye tuone kuna kuna habari uh, gani. Yes, hawa hapa ni Fountain Gate wenyewe sasa wana kauli mbiu ambao wanakwenda nayo wanasema uh, tumejipata hii hapa bila shaka tukome, mm, tutakomeona hapa tumejipata. Tunaanza na Mungu. Gateway to Europe. Oh? Ah. Eh hey, bwana. Gateway to Gateway to Europe. To Europe. Ah. Mm. Shia, makopa ni mengi sana kwenye comments. Yes. mm. <laughs> lakini ni mtu mmoja ndo kaamua kumwaga makopa, lakini wanasema wamejipata, sijui ni kwa sababu, kwa hivyo tuwaone leo Fountain Gate Hayo maneno kwa, yeah, kwa, kwa. Uh, majira ya saa kumi na dakika kumi na tano. Tutaangalia baada ya mechi. Hamna ah, wakati mzuri kujitamba kabla kabla ya mechi kwa hiyo yeah. yeah. Hey, wacha jitambe, tutaangalia. Hey, tu posti pia, baada ya mechi, baada ya mechi. Sawa, wache wache wache umalizie, malizie, muda wa kula dako, muda unafika. Kwanza ulisema kama dua haiku haikuhusu kama. Mbali na haya, twende katika posti nyingine, na kwenye tuone kuna kuna habari gani sasa. Hawa ni Dodoma Jiji wenyewe, anasema wakulima wa zabibu, tupo tayari kwa mchezo wetu dhidi ya Fountain Gate. Uh, timu yetu jiji hizo comments, all the best, pointi tatu muhimu. uh, kila la kheri wafyonza mvinyo wa zabibu yes. mm. Hayo ni mambo ya Dodoma jiji ambao wanacheza dhidi ya Fountain Gate leo majira ya saa 10 na dakika 15. Twende kwenye posti nyingine na kwenye tuone, uh, kuna habari uh, gani katika zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii tuone posti hiyo. Mechi ina ina ina kamvuto kake fulani sasa yeah, tukatembelea katika yes, tukatembelea katika ukurasa wa Simba Sports ambao sasa hivi wapo Eswatini yeah, uh, nchini Eswatini kule sindio, uh, yeah. uh, sasa bwana wameamka asubuhi wameandika saubona mm-hmm. ni, salamu. Salamu. Salamu. Yeah, ni salamu saubona unaweza kasema nimekuona lakini ni salama yani, ni, kwa ujumla ni salamu kwa tafsiri ya maneno mengi lakini mm. salamu kwa mtu ambaye unamheshimu unamthamini umempa hadhi yake kama vile mimi ninavyokusalimia uh, Al Watan Ramadan Goda yes, naikosekana kwenye mechi ni ni, ni, ni, ni, ni kante peke yake lakini nani hapo? yes, Panzu yupo yes. nabi huyo kama mm. ayupo kwa hiyo, kama kocha atawatumia, meneja akiamua kuwatumia basi tutawaona mm. kwenye mchezo wao wa Jumapili au ni Simba Sports waliamka na, na uwezekano wa, wa Simba eh, kuwa na mechi nzuri nje ya uwanja mm. kwenye mechi hii ni mkubwa kuliko itakapokuwa mechi ya pili. oni kwa nini? mm. Mechi ya pili Simba hawatafaidika na atmosfera kwenye mechi ya Benjamin Mkapa. Kwa taarifa, yes. <laughs> <laughs> <laughs> Lakini, lakini kwa taarifa, uh, zilizopo na uzoefu unavyoonyesha eh, Eswatini kuna Watanzania wengi sana mm. Yaani, Eswatini ni miongoni mwa maeneo ambayo barani Afrika yana Watanzania wengi sana. Sasa bila kujali eh, itikadi zao tunaamini kwamba ndani yao watakuwa mashabiki wengi wa Simba mm. hivyo eh, wanaweza wakaenda pale Manzini eh, kwenye mechi hiyo na wakawa nyuma ya Simba Sports Club kwa kiwango kikubwa sana hivyo, eh, kama kuna mahala hapa wachezaji wa Simba kufaidika na atmosphere yes. ya uwanjani basi ni kwenye mechi hii. yeah. Mm. Yeah, okay, sawa. Mechi hiyo itachezwa tarehe kumi na tisa majira ya saa kumi bila uh, shaka burudani utapata. Yes. Singida Black Stars tayari wapo safarini na hii picha ni muda mchache tu kabla mimi kufika hapa uh, wameweka post, wamefika katika uh, wameanza safari tuseme wameanza safari ya kwenda Bujumbura uh, Burundi kule uh, wanacheza na flambu, lakini kuna mtu ameandika hapa anasema Elisha, huyo anasema ndugu admini, nimejikuta nina mahaba na hii timu naombea mafanikio. Nakwambia hey, katika vitu ambavyo watanufaika navyo eh, Singida Black Stars ni kuwa na mashabiki wengi, yaani kuwa na watu wengi ambao wanaitakia wanaitakia mema, kwa sababu unajua uh, yani mashabiki wa Simba mbali mm. na wale ambao watapata uzalendo mm. wa kuiombea Yanga, nawe iende ili mm. nchi iwe na uwakilishi mzuri mm. uh, lakini wapo ambao Yani, kama ah kwa nini unajua tunajuan eh? mm hazikosekani -hmm. mm -hmm. Lakini kwa Singida Black Stars mm -hmm. Azam FC mm -hmm. yani ni timu ambazo zina dua za watu wengi kuliko mm -hmm. eh, ilivyokuwa kwa, kwa, kwa Simba na Yanga kwa sababu wale Simba <coughs> Yanga kuna wakati wote wanakaa yes, mm -hmm. waende tuwa, Azam FC, mm -hmm. waende tu tu Azam FC hatuna nongwa nao yeah. Na kingine watu wanaweza kuwa na mahaba na watu wao mm -hmm. yes, mm -hmm. yani tulimuona chama hapa yeah. Tulimuona aucho mm hiyo -hmm. tumeona yeah. kule basi tumeama naye maabara. Unajua, kwa tumgi watu wanapenda, wanaenda wanaifuata timu yao, wanafuata watu kwenye timu. Kwa hiyo ni hicho, na pia natamani na kuona na jana walikutana kuwaona. Yani unajua, kuna wachezaji, kuna raha tu ile ukiwaona Chama jinsi anavyocheza, kwa sababu kuna wachezaji hawana maadui ujue yeah. Yeah, mm. miongoni mwao uh, Ronaldinho oh. Ya, ya, ya. Ronaldo, kuna wachezaji wenu ni laa tu kuwaona jana wakati wakiwa safarini Chama, kwenye basi walisimamishwa mm. E, mahali mashabiki waliwasimamisha wakitaka, e, kuwaona wachezaji hao yeah. Wawili Khalid Aucho, wawili Khalid na Aucho na Chama, kwa hivyo yeah. yeah. yeah. Maanake wanaweza akajiokotea mashabiki kupitia, na ukifanya vizuri lazima upate mashabiki, na Aucho mwenyewe anakwambia baada mm. tuzo, ya miaka minne alichukua tuzo ya mchezaji bora baada <laughs> <laughs> so, yes, ya miaka minne minne kupita uh, na akaongea mwenyewe. Sawa, hayo ni Singida Black Stars. watacheza tarehe kumi na tisa. Maanake tarehe kumi na tisa kuna mechi ya Simba, lakini pia kuna mechi ya Singida. Kesho kuna mechi ya Yanga na kuna mechi ya Azam, uh, FC. Uh, da classic. Mm-hmm. yeah, uh, yes, hao mabwana wanakutana kesho uh, tarehe kumi na nane na rekodi inaonyesha ya kwamba uh, mechi za hivi karibuni <coughs> mechi mm -hmm. mbili za hivi karibuni mechi hawajafunga, hakuna mechi tatu mbili umetoa draw moja, Borussia kashinda kashinda, lakini ukiweka nne moja Bayern Munich alishinda goli nne. Maana yake ni kwamba ushindani ni mkubwa na sare zao za magoli moja moja mbili mbili. Yeah. Yes, na unakumbuka kwa hivyo yeah. yeah. yes, yeah. yeah. yes, yes. Ushindani ni mkubwa lakini ni mechi ambayo utaweza kuishuhudia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Uh, mechi hizo kuna kutoka kwenye TV weekend hii kweli? Ah, si dhani labda kama mtu ana, ana, ana, ana yani mapenzi na mpira e, yani mm, ha, kuna kuwa, kuna kuwa na mapenzi na mpira na kubanwa na majukumu yani kuna watu um, wengine sasa mm, uh, hicho kinachofanya watu wakae nyumbani wao ndio wanaokifanya, kwa hiyo mm, automatically wao lazima watoke tu kwenye eh TV, kwa sababu wewe utakaa nyumbani unafanya nini? Eh, kwa hiyo kuna muda unabidi yani eh, wahudumie wengine, ni kweli Yes, hayo ni yabunda siliga ambayo inapatikana katika kisimbuzi chako cha Azam TV. Sawa, tumepita katika ukurasa wa kachero uh, mm. amezoea kujihita hivyo lakini ni Abisai Steven ndio jina ambalo alipewa na wazazi wake uh, nasema, uh, hivi karibuni Simba Sports, bila shaka, uh, walitangaza kocha wa makipa ama magolikipa. Anasema, anaitwa Vuto Mir? Vutov, si ndiyo, eh? Miaka hamsini na tatu kocha mpya wa magoli kipa Simba Sports amewahi kushinda tuzo ya goli kipa bora ligi kuu Bulgaria mwaka elfu moja tisa mia tisini na saba elfu moja tisa mia tisini na nane na Litex Lovech FC. Pia amekuwa kocha wa makipa Bulgaria under 17, under 19 uh Al-Qadsia ya Saudi Arabia kule na senior team ya Bulgaria. Mrefu sana, futi sita na inchi sita na nusu. Mm, lakini pia anasema inawezekana ikawa ndio, uh, kocha wa magoli kipa mrefu kwa NBC Premier, Premier League huyo, mm. Eh, ndio huyo. Mijua labda umeinanii mm, mm, eh, kidogo picha Ah, no, ndo hivyo hivyo. Futi sita sawa. Ndo hivyo hivyo, futi sita na nchi sita. Mm. Ndo hivyo, eh, yes, ni mrefu. Safi lakini. Haya, ayo ni mambo ya, ya, ya, ya, abisa ya kitu. Eh. Sasa, ndugu <laughs> <laughs> yetu hapa. Mimi hapa sijafuata picha, eh, kwa ujumla picha amependeza. <laughs> Aweke. Lakini uja sana alichokifuata, <laughs> <laughs> alichokiandika hapa kweli, anayekwambia usikombe mboga, anataka ushibe. Je? Kama umetengewa mboga tu pu, kumbe mboga maanake, labda kuna, kuna ugali. Kwa sisi wa Tanzania, au <laughs> Waafrika tumezoea hivyo. <laughs> Maana wenzetu huko, wao ni chakula tu, hakuna mboga <laughs> hivyo. wana neno la wa Kiingereza mboga kama mboga <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Maana yake ni kwamba wao hata mboga tu hiyo na jina lake hiyo yani yes hiyo, eh. Beans, hiyo, nini <laughs> eh, yes, eh. Eh. Kwa hivyo sisi kwa Watanzania wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla tuna mboga na chakula vitu mm, hivyo lakini sasa nakuambia usikombe mboga At... <laughs> <laughs> sasa, sasa kuna mtu anasema kapa, wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> amani huyo <okay>? Njoka <laughs> lakini kuna mwingine anasema hapa MC underscore MS underscore Dina anasema usile kabisa anakuombea ufe. <laughs> <laughs> Lakini bile mwamajiga anasema mtu makini sana wewe. Hmm. Bwana sifa zako. Nashukuru e, yeah, sana. Lakini Akhalibu la Mzinga yeye akasema hapo Canada yeah. Anauliza. Yeah, nikamwambia Minnesota. <laughs> Ah ulimjibu eh? <laughs> Eh, nilijibu nikamwambia Minnesota. Marekani <laughs> <laughs> <laughs> sasa. Ile akili yake inawaza kwamba eti yaani hiyo picha aliyepiga kujiandana kuna kwenye World Cup. Eh, unajua akili zake mzinga ah. E, zinafanana na samaki wa kilo ah. E, ah. Kwa hiyo, ah. na huwa namfahamu na, na huwa na nampokea kama anapokuja. Basi ha, wana... <laughs> na na hey, vizuri. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tumeweza kuyakusanya katika mitandao ya kijamii, na leo ni Ijumaa eh, kwa kwa maana ya kwamba tuna bila shaka Allah akijalia ni Jumatatu sasa. Sasa leo nataka nikubadilishie utaratibu. Naam. si huwa mara nyingi ukimaliza hapo unatoka kule kule, lakini hajajibu swali nani lako, huwa mara nyingi ukimaliza unatoka kule nataka upite hapo. Ah. Usalama kule? <laughs> usalama upo kutangaza mechi ya Coastal Union na wakati muda, muda muda bila shaka muda <laughs> <laughs> muda hautoshi. <laughs> Uh, lakini uh, kwa watu ambao walikuwa wali sehemu ya matangazo ya mechi ya fainali kombe mm, ya shirikisho yes, pale uwanja wa Arusha pale ya mm -hmm. mm -hmm. Aha, yes, Yanga na Coast. Mimi nilikuwa hapo uwanjani uwanjani, yes naam. Sasa na. So, waliokuwa wana wanafuatilia wana matangazo kwenye TV, mmm, haya majibu wanayo yaani, wanayo kwa kwa uzuri sana, kwa uzuri sana eh. uh -huh. Haya majibu wanayo kwa uzuri sana. uh -huh. ila tu tunachotakiwa kujua ni kwamba mm. Uh -huh. yani ichukue hivyo mm. Uh -huh. haijawahi kuwa rahisi kwangu, yes, tangaza mechi ya Coast Union mm hata -hmm. siku moja Sawa, mi nimeanza kumwelewa sasa huyo, mie, mm. Na maanisha, na maanisha, kwa sababu kijana tupo naye muda mrefu sana, naanza kumwelewa anamaanisha. Kwa hivyo mi ngoja nitekeleze agizo lake kama alivyoniambia kwamba leo hii, ngoja niagie nikiwa natokea, pita hapo nenda na hii tablet. <laughs> kamkabidhi mtozi eh, tunaelekea hiyo sasa kwenye the pitch. Ndio sawa, mpe tu mpe tu maagizo mbona tunaelekea sasa kwenye the pitch, mimi nimeweza kipengele changu afu mkabidhi hiyo. Moja kati ya vitu ambavyo umeviona katika katika Zilizobamba mitandaoni ni kile ambacho tulikuwa tunakizungumza siku zote cha admins wa wa hizi timu mm -hmm, kujaribu kuzi, lakini naona kitu cha kipekee sana kwa bodi ya ligi Mm, eh kuleta ule udambwi udambwi. mm. yeah. Eh, unajua vitu, yani vitu vya kuvutia ni vingi sana. yeah. mm. lakini kumuonesha eh, mtazamaji kwamba kwenye hii ligi tunaoisema kwamba ni ligi hey. bora kwenye ligi kuu ya NBC ambayo inarudi kuna hivi hivi, hivi hivi possibility mm. ya kuviona vingine kama hivi vikubwa na kuna wachezaji wenye vipaji vya kuonyesha hiki kitu mm. kwa hiyo ni ni wajibu wako kukaa kwenye TV kama hujalipia kingamuzi chako, lipia watu waje waone vile kwa uzuri zaidi. HD inazungumza Habisi. Nyasi unaiona kweli, kama sio nyasi unaiona kweli ile sio nyasi, na unakuwa upepesi macho pale bwana. Tatizo, tatizo uwanja ulikuwa unadunda zaidi kuliko mpira eh. Hey. kwa hiyo tatizo linaonekana, kwa hiyo nadhani oh. yeah. maadmini wanafanya kubwa, lakini bado tunawashauri maadmini waongeze juhudi kuambia watu viingilio vya mechi zao, hata kama anacheza Fountain Gate na Dodoma Jiji, waseme ingilio watu chingapi? Kwa nini mpaka wasubiri mechi ya Simba na Yanga tu ndo waseme viingilio vyao? Lazima waonyeshe kila mechi yao wanacheza nani.